Siko peke yangu, niko na mwenzangu Jamila Mbogwa. Ungana nasi hadi tamati. Vile vile unaweza kuzungumza nasi katika mitandao yetu yote ya kijamii at KBC channel 1 at Jamila Mbogwa, vile vile at Wanjiro Mbogwa. Haya, tunaanza safari yetu ya leo kutoka kule Kiambu, ambapo chama cha madaktari na wataalamu wa meno nchini KMPDU kimeondoa huduma muhimu na ya dharura iliyokuwa ikitolewa na wanachama wake katika hospitali za umma kaunti ya ya Kiambu ili kuishinikiza serikali ya kaunti kushughulikia malalamishi miongoni mwa malimbikizi ya malipo ya mishahara yao kwa kipindi cha miezi saba. Chama hicho kimetishia kufanya maandamano ya amani katika kaunti hiyo mnamo Jumatano huku mgomo wa madaktari ukiingia siku yake ya 128. Ni jumla ya siku 128 tangu madaktari katika kaunti ya Kiambu kuanza mgomo wao. Chama cha madaktari na wataalamu wa meno KMPDU kinenyoshea kidole cha lawama serikali ya kaunti hiyo kwa msimamo wake, kikidai kuwa hali hiyo imesababisha zaidi ya vifo 100 vinavyohusiana na afya ya uzazi na watoto of care of the citizen of Kiambu put the people above their pride and ego. Wagonjwa katika hospitali za umma katika kaunti hiyo wanalalamikia kulemaa kwa huduma za afya kutokana na mgomo huo. kwa mgonjwa yangu kwa sasa inahitaji kufanya kupelekwa usajili iende kwa vita iangaliliwe, lakini siwezi pelekwo juu hakuna madaktari. hali hii huendeka dorora, huku chama hicho kikitangaza kuondolewa kwa huduma muhimu na za dharura katika hospitali zote za umma kaunti hiyo, huku wakimtaka rais kuingilia kati. Madaktari hao waliipa serikali ya kaunti hiyo makataa ya siku mbili, ili kurejelea mazungumzo, la sivyo waandaye maandamano ya amani.

Standing, but no one there to uh, uh, mwenyekiti wa chama hicho Abidan Mwachi amesema hicho kitakuwa ni kichocheo cha kuwakusanya wanachama wake kote nchini kwa ajili ya mgomo wa kitaifa mnamo tarehe 25 Oktoba ili kuonesha mshikamano na madaktari hao wa Kiambu iwapo matakwa yao hayatakuwa yameshughulikiwa. Sisi ni wageni <laughs> <dunia ni, laughs> Kasichana Malsha, Dira ya Magwiji.